Jambo moja alizungumza ZaiyLissa eh, akasema weza kuwa una mumeo na mumeo ana mume wake. hii wewe umeitafsirije? Kwa nini nijizungumzie eh? Nini na hakumtaja mtu jina, na ye sio ndoa yake ya kwanza hii, ana ndoa nne, inal halala bayyinun wa inal harama, kila kitu kitakuwa wazi, halali na haramu vitajitenga. siwezi abadan, abadan. Salamu aleikum Kaka Haji, hongera sana, naona harakati zinaendelea. Aa, naona umeanza kutaka kurudisha tena wake zako, hongera sana. Sidani kama kuna nia yoyote ya kurudiana na yoyote ni katika na sio mara ya kwanza, mikuwa posti na posti baadaye nafuta, hasa eksi zangu ambao watu kuachana kwa kwa mavita. Kama unajua mkiachana naye kka mligombana, lakini kama baada ya kugombana hakuna vita, hakuna uadui, basi maisha mingine wote ishaikuwa posti wote wote niwaikuwa nao, hasa ukizingatia hiyo ilikuwa siku ya Father's Day, ndiyo maana imefanya, lakini sio kwamba nani yakumrugia pia tuheri katika maisha yao na na lazima waombee wafanikiwe sababu wakifanikiwa no wao maanake, bado krediti zinakuja hata kwangu japo kidogo, kwamba aliyekuwa ex wa fulani na uzuri wake, bado mpaka leo wengi wanatambulika kama waliokuwa mke wa fulani, mke wa fulani. Kwa hiyo kwangu pia eh, lazima kwa niendelee kuombea. Sina nia ya kumrudia yoyote katika mi saa hivi naishi maisha mingine kabisa, niko shamba kaalipo, najiendaa kurudi mjini, basi naende kwenye harusi ya familia yetu. Maisha mingine anaendelea famili mani mwenyewe, Kaka Haji Manara, watu wanamzonga Zailisa, wanasema Zailisha amekwisha. Zailisa eh? Mimi si kweli, siwezi kukomenti chochote Sio vizuri kukomentia mtu ambaye ushaachana naye, yaani sipendi kuzungumza kwa mtu ambaye, nikimzungumza mtu basi nitamzungumza mtu ambaye ikishawahi kulala kwangu kuishi na mimi zaidi ya mwaka eh, kumzungumza vibaya sio sio sio jadi yangu, ingawa nalazimishwa wasifanyi hivyo. No. Sitaki nimzungumze, namata kwamba kalimtukana sana, alisema sana, kaongea vitu vingi, kaudisha audio kafanya nti, lakini mimi moyo wangu meai maisha ya kuweka kitu kwele na-, na nasamehe haraka sana na wote liwahi kuishi nao wananijua, yani, na sifa yangu kuu mimi kisamehe haraka sana kwaiyo sitaki nimzungumze kama amefulia ajafulia, sidhani ataa chochote. Na hata yeye pia namwombea dua njema, Mwenyezi Mungu amjalie aendelee na maisha yake. Sinaga hizo wala, mm -hmm. mm -hmm. sina comment yoyote, lakini ninaishia kuombea tu. Umemweka picha yake Ruby, eh, umeweka Rushaina, ZaiyLissa hujamuweka, watu wakasema kwamba huenda umkubali, labda nidhamu yake huenda sio njema. Ile ni kweli? Ah, hisu sio nidhamu. Unajua, mtu ambaye sasa mtu ana- akikutukana hujui ukimweka ata- ata- atareacti vipi. Ni kumwacha naye, labda kuna siku nitamweka, lakini mi sina shida naye nayeyote. Sishachana shehe. huh? mm. Tushachana nishampa talaka yake, maisha mengine aendelee. Sitaki kumzungumza kabisa ni haramu kumzungumza mtu tena kwa mabaya, mtu ambaye ushawahi kulala naye. Wakati mwingine hawa wanawake, au hata sisi wanaume, unasema pale asili anapokuja mara moja, lakini usiifanye ndio jambo la kudumu. Ukiifanya la kudumu, maanake wee ndio unaumia. Sasa mi nitamzungumza nini, ndugu yangu? mmoja kwa mke wangu alishawai okay, kulala na mimi alishawai kuishi na mimi tuna moment nyingi ishafanya sasa nini nimzungumze vibaya? Hatari sana haifai, haifai, lazima tuweke akiba mm. Aisha anahitaji akiba. ah. nalo neno mimi Rushena yule pale tuliachana, akatokea maneno mengi, lakini leo tunaongea, tunacheka, tunataniana eh,

Jambo moja alizungumza ZaiyLissa watu jana, wakashika kichwa waongoao na wakashangaa, namna gani hapa eh, akasema ah, weza kuwa una mumeo na mumeo ana mume wake. Hii wewe umeitafsirije? Eh, kwa nini hizo nijizungumzie nini? Na hakumtaja mtu jina, na yeye sio ndoa yake ya kwanza. Hii ana ndoa nne, by the way, he ana ndoa nne baba wote akiwemo baba yangu akiwemo baba yako akiwemo baba yake wote nao wanawake wanawake katika nyumba zao ha, na baba zetu wanawake a, kaka, pengine labda alimzungumzia baba baba fulani. Je, eh, e, nalo neno eh? eh? nalo neno kaka, hebu turudi nyuma kidogo, wewe ulikuwa mme wa nne ah bwana, hebu tuache bwana. Ruby naye ameibuka anasema, hujawahi kumtia machoni Ghalib. Jamani, ya kweli, haya sio true. Najua vitu vingine tuviache, yani nimfunika kombe mwana haramu w yani huna haja ya kujibizana. Ndoano kataa kujibizana na waki zako. Sasa mimi nikiusema ukweli itakuwa sio sahihi, tuyaache, kuna vyombo vitapoamulia sana lazima tuyaache, lazima mingine yapite. Naam, sio kila kila, nyingine unaziacha, alafu haki itakuja kuonekana. Unajua, kuna kuna hadithi mashuhuri inasema, innal halala bayinun wa innal harama. Kila kitu kitakuwa wazi, halali na haramu vitajitenga. wakati vitajitenga, wakati mwingine asira najua uh, kila mwanamke au kila binadamu ana uwezo wake kustahimili hasira, lakini lakini, uh, uh, unajua mimi kwa watoto yaani, wewe unajua na nchi, najua kabisa, sio tu kwa watoto wangu, hata kwa watoto wengine yaani, yani, mm -hmm. Mimi when it comes kwenye malezi ya kifamilia uh, ni vile tu, kwa sababu niko hai hamwezi kunipa pongezi, lakini pamoja mm -hmm. na umaskini wangu najitahidi sana najitahidi sana na sijawahi kupata tuhuma kwa mtoto woyote ule na, waz, na, na wote wazazi wao siko nao, hiyo ndio tamam na mwenye, wote nawakumbatia mwenyewe wote nawalea mwenyewe, ni sijawahi mtoto nimwachie mama, isipokuwa huyu ni kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, shafanya jitihada zote imeshindikana. Sasa eh, labda tuende kwenye hatua nyingine ambazo sikuzitaka na sizitaki kwa sababu zinaleta hasadi kwa watoto no. Kwa hiyo mimi siyo, sina shida na na na na na Ruby na, na, na, na, na sina mm, shida na mtoto. Sijawahi kuwa mtu katini kwa watoto nimekuwa kwangu mimi, kwa sababu najua mimi mwenyewe nilivyolelewa. Kwa hiyo kwangu mtoto thamani yake ni kubwa, wote nilokuwa nao alhamdulillah. Lakini mzazi wakati mwingine anaamua, najua wakati mwingine kuna ufahari mnaupata siku hizi wa kujiita single mother. Lazima tusha heshimu lakini mi siwezi ah, ah, kufanya hivyo kwa mtoto wangu lomzaa, siwezi siwezi, abadan abadan. Sijawahi, sio, siwezi a, wengine wakubwa niko nao nitashindwa huyu mdogo? Ndugu yangu, lakini kweli hongera sana. Jiulize, mi ninao toka watoto, niliachana wazazi wao, nimwalea mwenyewe, niko nao mm, wazazi, wazazi wao tunaposa katika hili tunaendelea kuwasiliana. Nimkatae mtoto wangu mdogo au nisimtunze mtoto wangu mdogo mm? Lazima mm. wakati mwingine mjiulize maswali mengi, nyuma ya pazia, nisikimbilie kutulaumu tu. Wakati mwingine wakina baba wanalaumiwa sana, hawatunzi mm. watoto wao, wafanyi hiki lakini hamtaki kujiuliza wai, yani kitu gani kimetokea, wai wale wengine awe nao wasiwe nao tena, huyu ndo umefanana uh, naye na, zaidi Eh, kwa hiyo hmm. ni, ni, ni, ni drama zinatengenezwa. Ingawa inaonekana mi ndo nafanya drama, basi sawa, lakini iko siku isiyokuwa na jina hapi na bakti zitajulikana. Asante sana mwanahabari mkongwe semaji la dunia kaka yangu Haji, moja kati ya watu maarufu ninaowapenda sana sana. Naomba nikutakie ah. kila la heri kaka Haji. Nakushukuru alhamdulillah, na mimi